Katika nchi ya Kenya kuwepo kwa mfumo wa vyama vingi uliopitishwa rasmi mwaka wa 1991 ulileta mwamko mpya wa kujiunga au kuunga mkono vyama bila kuzuiliwa. Hii ilikuwa hatua muhimu ya kurejelea kwa demokrasia ya ushindani baada ya miaka kadhaa ya utawala wa chama kimoja. Ushirika wa vijana katika siasa ni wa kipekee kwani vijana ndio wengi wakichukua zaidi ya asilimia 75 ya idadi ya watu wote. Je, ni vyama vipi wanaviamini vijana na ni vipi wanavikataa na ni kwa nini? Kulingana na ripoti ya uwajibikaji wa kisiasa kwa vijana ya mwaka 2025, UDA inaungwa mkono na vijana kwa asilimia 38 ikifuatwa na Orange Democratic Movement ODM kwa asilimia 29. Jubilee nayo ikiwavutia vijana kwa takriban asilimia 12, huku vyama vingine kwa jumla vikiwavutia vijana kwa asilimia 21. Ubabe wa UDA na ODM unachangiwa na kampeni za kidijitali na ujumbe unaoeleweka. Kwani huguza masuala muhimu kwa vijana kama ajira, elimu na sera za kisasa. Thank you. Thank you bana SG. <laughs> Where we came from, where we are, and where we want to go. Wacha kututisha sisi, hapana watu wakutishwa kweli. Amasikweli kweli amasikweli, tunaelewana kweli amasikweli. Yes. Yeah. And please. Vyama hivi vimekuwa maarufu miongoni mwa vijana tangu mwaka 2017 lakini, ushawishi wao umeongezeka baada ya mwaka 2022 wakati kizazi cha Gen Z na Millennials kilipoanza kudai uwajibikaji na ujumuishi zaidi. Miongoni mwa vijana hawa, asilimia 60 ni wa kiume, huku kinadada wakichukua asilimia 40 Vijana kati ya miaka 18 hadi 35 wakichukua asilimia 38 ya idadi ya watu wote, na asilimia 62 ikichukuliwa na wanaozidi miaka 36 katika ushirika wa kisiasa. Sababu ya utofauti huu ni kuwa wengi hawajiamini ama hawajui maana ya ushirika wa moja kwa moja. Licha ya hatua hizi, kumeshuhudiwa changamoto mingi miongoni mwa vijana katika ushirikiano wao katika siasa, kama hofu ya kiusalama, kutokuwepo na ushirikiano miongoni mwao na kutojumuishwa katika siasa na baadhi ya vyama vikuu. Nikiripoti ya Runinga ya Minap kutoka kaunti ya Muranga. Jina langu ni Adoli Allan.